Hi guys, tufanye pamoja shopping ya Christmas kama mnavyoona hapo. Nikaanza kwa wakala, nikatoa laki mbili na nusu ili nikaanze kufanya shopping yangu. Kama mnavyoona, vitu vyangu tayari nilikuwa nimeshaviandika kwenye karatasi ili nisisahau. Step ya kwanza ikawa kwenye mchele, nikaenda sehemu kuna mchele, mchele super, nikanunua shilingi tano. Nilivonunua mchele, wakawa wananipimia kama mnavyoona hapo, anayeuza kapima mchele, nilipopima mchele nikamlipa hela yake, nilipomlipa nikaenda kwenye nyanya Nikanunua nyanya nikalipa shilingi elfu kumi. Nilivyotoka hapo kwenye nyanya nikaondoka nikaenda zangu sehemu ya viungo. Watu walikuwa ni wengi sana guys, tulikuwa tuna banana sana, nikatoka huyo huyo huyo, nikapenyeza nikapenyeza mpaka sehemu ambapo nilikuwa nataka kununua viungo. Nilivyofika sehemu ya kununua viungo nikatoa nika zangu hela, nikakuta tayari hapo watu wamejaa, watu wengi, nikatoa hela nikasema nika vitu ambavyo navitaka, viungo vya pilau, karoti, kabechi, pilipili vinegar kila kitu, nikamwambia vitunguu saumu, tangawizi, nichanganyie vitu vyote, vitu vizuri, tukafurahia pamoja na familia yangu. Kama mnavyoona hapo, kuna viungo vyote ambavyo unavitaka. Kila kiungo nilikipata sehemu moja. nilivyomaliza nikampatia hela yake. Nilipompa hela nikatoka, kaenda sehemu ya viazi. Nilifika sehemu ya viazi jamani, viazi vilikuwa bei kubwa sana. Kanua viazi nikapima, kama mnavyoona kwenye ndoo hapo. Nilivyopima nikatoka nikaenda sehemu ya kununua mafuta ya kula, nikanunua mafuta ya kula kilo lita tano, mafuta ya alizeti. Nilivyotoka hapo nikaenda sehemu ya ndizi, kanua ndizi vichane vitano, kila kichane shilingi elfu mbili mbili kama mnavyoona hapo, akawa ananitolea ndizi zangu hizo, nimwambie nitolee ndizi nzuri ili wageni wangu ambao watakuja wakafurahia. Kama mnavyoona ndizi tayari nimeshaandaliwa, nimeshaniandalia ndizi nzuri sana. Baada ya hapo, baada ya hapo, nikaanza kusombelea vitu vyangu vyote kwenye gari, nikaweka vitu vizuri, nikaweka na mabegi, kwa sababu tulikuwa tunaenda kijijini. Sherehe tulikuwa tunaenda kufanya kijijini. Hapo niko na familia kama unavyoona. Nilinunua nyama kilo tano nilisahau kuweka. Nilinunua soda crate mbili kama ambavyo ilikuwa nimepanga, nime basi vitu kama mnavyoona guys, jumla niko nimetumia shilingi laki mbili na nusu ambayo iliweza kutusave watu kumi na tano.